Ni kwenye kampeni ya kuhamasisha wakazi kutoka kaunti ya Mombasa kuhusu madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Katika zoezi hilo, imebainika kuwa watu wanaotumia dawa za kulevya kwa kutumia sindano kujidunga wamo kwenye hatari kubwa ya kuambukizwa HIV. Tuhakikisha kwamba, kwamba jamii yetu wale ambao wanatumia miadarati wajitoe katika hali hiyo ili kama hawajaambukizwa HIV wajue hali zao, lakini kama pia wako na HIV ili waanze matibabu. Na NSDC watakwambia kwamba wale ambao wako katika hatari mbaya zaidi ya kuambukiza HIV ni wale ambao wanajidunga madawa because wao asilimia karibu 80 wa wale ambao wako katika hatari zaidi kuambukiza HIV kuliko aina nyingine. So, ikitaka kupunguza maambukizi ya HIV uwezi watenga, lazima uhakikishe kwamba hatua ziwekwe kuhakikisha kwamba umewafikia ili wale ambao bado wako kule nje waje ili. Haya yanajia wakati ambao Kamishna wa Kaunti ya Mombasa Mohamed Nur amebaini kwamba vijana wanaotumia dawa za kulevya mara nyingi hutengwa, lakini kupitia uhamasishaji na uwezeshaji mabadiliko yanapatikana. Tumeita vijana hao tuweze kuongelesha hao wakuwe champion. Waweze kwenda kuongea na wenzao, wasijifiche wajitokeze. Hao ni watoto wetu. Sisi tumewazaa, ni um, watu wazuri katika jamii. Tunataka kuwaelimisha hao watoke, kwa hiyo ja jangwa na hizo shida, waweze kuelimisha pia wenzao, jo siku siku za usoni waweze kukuwa watu muhimu katika hii society. Sasa wito umetolewa kwa umma kushirikiana na kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya kwa kuwapeleka katika taasisi za kiufundi kama njia moja ya kuwatoa kwenye uraibu ule. vijana wetu ambao huwa wanatumia madawa katika kaunti yetu ya Mombasa, sisi kama idara ya afya tunaweza kuwasaidia hawa vijana na matibabu katika kliniki zetu zile tunaita mat clinics pamoja na washikadau wenzetu tumeweza kuwapatia hawa vijana wetu huduma ili waweze kutoka katika hiyo tunaita addiction na haya madawa. Lakini tumegundua kuwa katika maisha yao na vyote hawa vijana wanayopitia, si kupatiwa matibabu tu na kuweza kuacha kutumia mihadarati. Baada ya hapo, nini zaidi? Hawa bado ni vijana wadogo, bado wako na maisha yao, bado ni vijana ambao wengine ni ndugu wengine ni mababa, wengine ni e, vijana katika jamii zetu. Vipi tutaweza kuwasaidia ili waweze kurudi kushikamana katika jamii pamoja, ili waweze kuishi maisha yao kisawasawa katika jamii zao? Sebastian Maria, Undugu TV.